Karibu kwenye video hii. Leo tutaangalia baadhi ya mambo muhimu ya malezi ya mtoto mchanga. Ikiwa wewe ni mzazi au mlezi, hii ni video muhimu kwako. Tutajadili mambo muhimu katika malezi ya mtoto mchanga ambayo ni ulaji bora wa mtoto, jinsi ya kumtunza mtoto na namna ya kumsaidia kukua vizuri kimwili na kiakili. Nimeandaa mambo manane. Jambo la saba na jambo la sita ni mambo ya muhimu sana unayopaswa kuyafuata ili malezi ya mtoto wako mchanga yawe yenye ubora wa hali ya juu. Fuatana nami katika jambo la kwanza mpaka jambo la nane bila kukomea njiani, twende tukaone jambo la kwanza katika malezi ya mtoto mchanga. Jambo la kwanza tunaloenda kuanza kuli, kulizungumzia ni kulisha mtoto mchanga. Katika ulishaji wa mtoto mchanga tutaenda kuangalia kitu cha kwanza kabisa ambacho ni ulishaji wa maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni bora kwa mtoto mchanga. Kwa nini maziwa ya mama ni bora kwa mtoto mchanga? Maziwa ya mama ni bora kwa mtoto mchanga kwa sababu yana virutubisho vyote anavyovihitaji katika hatua hii ya maisha. Hebu tujadili faida za maziwa ya mama. Maziwa ya mama yana faida sana katika ukuaji wa mtoto. Faida ya kwanza, maziwa ya mama ni lishe kamili. Mtoto anayepata maziwa ya mama yake vizuri anakuwa amepata lishe kamili katika mwili wake. Faida ya pili, maziwa ya mama ni kinga dhidi ya magonjwa. Mtoto anayenyonya vizuri maziwa ya mama yake anakuwa amekingwa dhidi ya magonjwa. Faida nyingine ya tatu, ni huimarisha mfumo wa kinga. Ninazungumzia mfumo wa kinga wa mtoto ambao bado haujakomaa. Jambo la nne, maziwa ya mama huboresha ukuaji wa ubongo. Mtoto anayenyonya vizuri maziwa ya mama yake, ukuaji wa ubongo wake unakuwa vizuri. Faida ya tano, maziwa ya mama hupunguza hatari ya magonjwa ya baadaye. Mtoto anayepata vizuri maziwa ya mama yake, magonjwa kama kisukari, presha na magonjwa mengine mbalimbali yanakuwa yamepunguzwa sana hapo baadaye. Mtoto anakuwa na uwezekano mdogo sana wa kupata hayo magonjwa. Faida ya sita, maziwa ya mama huboresha ukaribu kati ya mama na mtoto wake. Ndugu mtazamaji wa video hii, utakubaliana na mimi kwamba maziwa ya mama yanaboresha ukaribu kati ya mama na mtoto wake. Ukiangalia watoto wadogo wanapokuwa wananyonya maziwa kwa mama yao, unakuta wale watoto wanatazama kwenye uso wa mama yake. Hiyo inasaidia kuboresha ukaribu kati ya mama na mtoto wake. Faida nyingine ni kwamba maziwa ya mama ni rahisi kumeng'enywa. Hii inamsaidia mtoto anapokuwa anapata haja, anajisaidia vizuri bila tatizo lolote, kwa sababu maziwa haya ni rahisi kumeng'enywa kwenye tumbo la mtoto. Twende tukaangalie ma jambo jingine la pili ambalo ni katika kulisha mtoto mchanga. Jambo la pili tutazungumzia maziwa ya fomula. Haya maziwa ya formula ni aina ya, ya maziwa yanayotengenezwa viwandani ili kutoa virutubisho vinavyofanana na maziwa ya mama kwa mtoto mchanga wa umri chini ya mwaka mmoja. Maziwa haya ya formula ni maziwa maalum kwa wazazi ambao hawawezi kutoa maziwa ya mama. Maziwa haya ya formula yapo katika aina tatu. Aina ya kwanza ni formula ya maziwa ya ng'ombe, tunasema cow's milk based formula. Aina ya pili ya maziwa ya formula ni formula ya soya ambayo tunasema soy based formula. Aina nyingine ya tatu ni formula maalum ambayo inaitwa specialized au medicated formula. Maziwa haya ni kwa watoto wenye matatizo maalum ya kiafya kama vile wenye mzio mkali. Kumbuka, uchaguzi wa maziwa ya formula unapaswa kufanywa kwa ushauri wa daktari, hasa kwa watoto wachanga wenye matatizo ya kiafya. Pia maji ya kuandalia maziwa haya ya formula lazima yawe safi kabisa na haya maji yawe katika viwango ambavyo vimepimwa vizuri kwa usahihi. Hapo utakuwa umemlisha vizuri mtoto wako maziwa ya fomula bila kumletea madhara. Jambo la nne tunaloenda kulizungumzia katika utunzaji wa mtoto mchanga ni jinsi ya kutunza ngozi ya mtoto mchanga. Hakika, kutunza ngozi ya mtoto mchanga ni muhimu sana, kwani ngozi yake ni laini, na hii ngozi ya mtoto inahitaji uangalizi wa hali ya juu. Hebu tuende tukaangalie vidokezo vya namna ya utunzaji wa ngozi ya mtoto mchanga. Kidokezo cha kwanza, tutaangalia usafi wa mwili. Muoshe mtoto kwa maji ya uvuguvugu mara mbili hadi mara tatu kwa wiki. Usilazimishe au usimwoshe mtoto wako kwa sabuni ambazo zina kemikali. Mtoto anatakiwa aoshwe kwa sabuni ambazo hazina kemikali, pia aoshwe kwa sabuni isiyo na harufu kali. Epuka kumuosha mtoto mara kwa mara. Usimuoshe mtoto mara kwa mara sana, kwani unaweza ukakausha ngozi yake. Baada ya kumuosha mtoto, mpanguse kwa taulo laini, kwa kumgusa na kumfuta vizuri, usisugue. Ndugu mtazamaji wa video hii, twende tukaangalie vidokezo muhimu vya kutunza ngozi ya mtoto mchanga. Kidokezo cha kwanza tutakachokiangalia hapa ni usafi wa mwili. Katika usafi wa mwili tunakushauri kwamba muoshe mtoto kwa maji ya uvuguvugu mara mbili hadi tatu kwa wiki. Tumia sabuni laini za watoto, sabuni ambazo hazina harufu kali wala kemikali nyingi. Epuka kumuosha mtoto mara kwa mara sana kwani inaweza kukausha ngozi yake. Baada ya kumuosha mtoto, mpanguse kwa taulo laini, umfute tu kwa utaratibu na si kwa kumsugua. Ukimsugua sana mtoto, maana yake unaweza ukamuumiza au kumchubua ngozi, kwa sababu ngozi ya mtoto mchanga ni laini sana. Kidokezo cha pili ni matumizi ya mafuta au moisturizer. Tumia mafuta ya watoto ambao ni baby oil, petroleum gel au moisturizer laini inayofaa ngozi ya mtoto mpake baada ya kumuosha ili kuhifadhi unyevu kwenye ngozi. Usitumie mafuta au rosheni zenye harufu kali au kemikali nyingi. Usitumie parfyumu wala kutumia dawa za ngozi bila ushauri wa daktari. Kidokezo kingine tunachoenda kukiangalia hapa ni kinga dhidi ya vipele vya nepi. Badili nepi mara kwa mara, ili kuepuka mtoto kubaki na unyevunyevu kwa muda mrefu. Weka mtoto bila nepi kwa muda kidogo kila siku, ili ngozi ipumue. Sio muda wote mtoto anakuwa amefungwa tu nepi, wakati mwingine muache bila nepi, ili ngozi yake iweze kupumua. Tumia krimu ya kuzuia vipele. Krimu ambazo unaweza ukatumia ni zile krimu za watoto kama zinc oxide kama unaona vipele vimeanza kutoka. Jambo la tano tutakaloenda kulizungumzia hapa katika malezi ya mtoto mchanga ni nguo za mtoto. Mtumie nguo za pamba, yaani nguo za kotoni ambazo ni laini na zinapitisha hewa. Fua nguo zote mpya kabla ya kumvalisha. Usinunue tu nguo dukani moja kwa moja ukaanza kumvalisha mtoto, zifue kwanza tumia sabuni isiyokuwa na kemikali kali kufua nguo za mtoto mchanga. Epuka jua kali. Ngozi ya mtoto ni nyeti sana kwa jua, mkinge kwa kumvalisha kofia, nguo ndefu na kumweka kivulini. Jambo la sita tunaloenda kuliangalia hapa katika malezi ya mtoto mchanga ni usingizi wa mtoto wa kutosha. Hili ni jambo la msingi sana. Mtoto mchanga hulala masaa kumi na nne hadi kumi na saba kwa siku. Hakikisha analala katika mazingira tulivu na salama. Kama unaona mtoto halali kwa masaa hayo, hakikisha unamkagua na kujua tatizo lake. Mpeleke kliniki na kituo cha afya kila inapobidi. Usivushe siku za kumpeleka mtoto wako kliniki, hakikisha unampeleka kliniki Ukiona mtoto wako usingizi wake sio wa kutosha, hakikisha unakutana na daktari na kushauriana naye kuhusu mtoto wako. Pia mtoto wako, hakikisha anapokuwa amelala anakuwa amelala akiwa na utulivu. Ndio maana unakuta hata watoto wengine, watu wengine wazima, anaomba anatamani angekuwa na usingizi kama wa mtoto mchanga, kwa sababu watoto wachanga wanatakiwa kupata usingizi mzuri na usingizi wa kutosha jambo la saba ni malezi ya kiakili na kihisia hapa pia hili ni jambo la msingi sana kuhakikisha unamlea mtoto wako vizuri kuhakikisha kwamba kiakili na kihisia mtoto wako anakuwa vizuri hii huchangia ukuaji wa akili lugha hisia na mahusiano yake na wengine mpe mtoto upendo mbebe mtoto wako mbusu, mhag, jibu kilio chake kwa upole, mfanye ahisi salama na kupendwa. Zungumza naye, hata kama bado hawezi kuzungumza, ni mtoto mchanga, msemeshe. Hii inamsaidia kukuza lugha na akili. Mlee katika mazingira salama yasiyo na vurugu wala makelele mengi. Hii inamsaidia katika ukuaji wa akili yake, akili yake inakuwa katika hali ya utulivu. Ndugu mzazi, ndugu mlezi, kuna mambo muhimu sana ambayo unatakiwa uyaepuke katika malezi ya mtoto wako. Hili ni jambo la nane. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa uepuke katika malezi ya mtoto wako mchanga ni kumpiga au kumkaripia kwa hasira. Kuna watu wana hasira jamani, wanavikaripia hata vitoto vichanga. Kikisikia kinalia watu wana we, nyamaza! Hiyo ni mbaya sana, usimkaripie mtoto mchanga. Mtoto mchanga haelewi adhabu au hasira, hajui hivyo. Kumpiga au kumkaripia kunaweza kumwathiri kihisia na saikolojia. Badala yake, tumia sauti ya upole, zungumza na mtoto wako kwa upole. Jambo lingine ambalo unatakiwa uliepuke ni kutom, kutompa au ku, yani kutomnyima muda wa kutosha. Mpe mtoto wako muda wa kutosha wa kuwa naye kana mtoto wako katoto kachanga kanakuwa kanakuangalia wewe kana kutazama mzazi wake, anatambua kwamba wewe ndiye mzazi wake. Na pia kitu kingine ambacho anatakiwa uepuke ni kuhakikisha uhau, hauferi kwenye kumlisha vizuri mtoto wako. Mlishe mtoto wako vizuri ili awe na afya njema, akue vizuri kimwili na kiakili. Jambo lingine la kuepuka ni kumwacha na watu wengine bila uangalizi. Dunia imeharibika, dunia ya sasa si ya kuamini kila mtu wa kumwachia mtoto wako mchanga. Hakikisha unakuwa karibu muda wote na mtoto wako mchanga. Kama unamwachia mtu, basi ni mtu ambaye unakuwa unamwamini sana. Jambo jingine la kuepuka ni kuepuka kutompeleka kliniki au kukwepa chanjo. Ndugu mzazi na mlezi, usikwepe chanjo, usikwepe kumpeleka mtoto wako kliniki. Ukikwepa chanjo, maana yake mtoto wako atakuja kukumbwa na magonjwa mbalimbali hapo baadaye. Jambo jingine la kuepuka, epuka kumvalisha nguo nyingi kupita kiasi. Mvalishe nguo chache, mvalishe nguo ambazo zinapitisha hewa. Hakikisha mtoto wako anavaa nguo ambazo zitamfanya aweze ku, yaani mwili wake uweze kumuvu vizuri, hata anapokuwa amelala kitandani anacheza cheza pale, ni nguo ambazo zinamsaidia kuweza kufanya movement ya kitoto akiwa amepumzika akiwa anatambaa au akiwa amelala. Tumefika mwisho wa video yetu. Tunatumaini umejifunza mambo muhimu kuhusu malezi ya mtoto mchanga. Ikiwa una maswali au maoni tafadhali weka kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili kupata video zaidi za malezi, za malezi ya familia. Ukifuata hatua hizi utamlea mtoto wako vizuri na atakuwa katika hali ya usalama zaidi. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine ambayo itafuata ambapo tutaongelea zaidi malezi ya familia ambayo yanaweza kufanya watoto na familia nzima kuwa na malezi bora, kuwa na maadili mazuri na kuwa wananchi wema ambao ni kizazi kizuri kinachofuata. Asante, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata.